Mimi ni kijana mbuzi sana nisiyejua umuhimu wangu. Mimi ni kijana niliamua kufa kwa sababu ya wengi wasiojua dhamani thamani yangu ama wasionitambua. Nimeamua kufa kwa sababu ya future ya baadaye, sio kwamba sipendi maisha yangu, bali natafakari wakati ujao, watoto wetu watakuja kuwaje? Watakuja kuishije? Sisi hizi miaka zingine hamsini na nane tumeishi vizuri na tumeishi tukiwa na furaha kwa sababu ya mababu zetu waliopigania uhuru mpaka tukakuta nchi ikiwa na uhuru. Wakati wa ukoloni kulikuwa kuna watu wasaliti kama nyie, msiojua dhamani ya future baadaye, mnatafuta kujaza mfuko wala sio kukemea ujinga unaotembea. Lakini pamoja na hao wasaliti, wengi walikufa wakati wanapigania uhuru, lakini Mungu akaingia upande ya wale wanaotetea haki, nchi ikarudi, na Tanzania ikapata uhuru. Na ndio maana kuna siku ya uhuru Tanzania. Najua wewe ujui thamani ya uhuru na ujui umuhimu wa nchi wewe unatafakari jinsi gani ya kujaza mifuko, hata watoto wako wakikuta pesa namna gani, wakikuta pesa mingi, lakini nchi hakuna uhuru, hawana furaha ya kukula hiyo pesa. Tafakari kwa makini, alafu ujitokeze kuwa mjinga kama mimi ama kama wengi wanaotetea uhuru, wengi wanaotetea mila na desturi yao, wanaotetea umoja usio na ukabila Tanzania. Usiwe mtu wa kujaza mfuko bali uwe mtu wa kutetea haki. Asanteni sana kwa waliokufa, na Mungu awabariki na walazi ya moyo mahali pema potoni, nao wanaoendelea kutekwa na watu wasiojulikana, kufeni kishujaa, na wengi wanaoongelea, tuongelee mpaka uhuru ujitokeze. Sio kwamba hatupendi maisha yetu, tunapenda, lakini tunatafakari tunataka wale wanaozaliwa waje kuishi maisha tulioishi sisi, lakini sio ambaye ametukuta tukiwa sisi ndio watawala. Ni sisi ndio sasa hivi watawala wa madaraka, ama ni sisi ndio watawala, kwa sababu ni sisi ndio tunaotawaliwa na viongozi na sisi ndio tunaowachagua. Tusiangalie mifuko, tusiangalie pesa. Ushaiona mtu alizikwa na pesa? Ukifa tunachukua pesa zako, tunakula kitu tunachokitaka, sio unachokitaka wewe Tafakari kwa makini, wangapi waliwaacha watoto wao na pesa, lakini pesa hizo hazikufanya chochote. Nyumba zimenyang'anywa, zimeuswa. Tafakari sana, sio kwamba hatusikii ushauri wenu, tunauelewa sana, na sio kwamba ushauri wenu haituumizi ama haituelekezi ni njia sahihi ya kufanya, lakini tu, njia tuliotaanjia <laughs> <tisunwana, laughs> ozi njia njia njia njia njia.